Vision 2030. Madini ni maisha na utajiri. Benki Kuu ya Tanzania BOT imesaini mikataba na kampuni za uchimbaji madini za Geita Gold Mine GGM Buckreef Gold Limited na Shanta Limited juu kampuni hizo kuiuzia BOT kiasi kisichopungua asilimia 20 ya dhahabu inayozalishwa kama ambayo imeelezwa kwenye kifungu cha 59 cha Sheria ya Madini, Sura ya 123. Hafla hiyo ya utiaji saini mikataba ya uuzwaji wa dhahabu imefanyika tarehe 16 mwezi huu wa 6, 2025 jijini Dodoma na kushuhudiwa na waziri wa fedha amempongeza Mheshimiwa Rais dr Samia Suluhu Hassan kwa uongozi wenye maono na ambao umechochea kukua kwa hifadhi ya dhahabu ya BOT hali ambayo itasaidia kuimarisha uchumi wa Tanzania amesema serikali kupitia Wizara ya Fedha itaendelea kuhakikisha inaiwezesha Benki Kuu katika manunuzi ya dhahabu ili kuongeza akiba ya nchi ya monetary gold. Amesema anampongeza Waziri Mavunde kwa usimamizi mzuri wa sekta ya madini mpaka kufikia hatua hii. Anaamini kwa miaka michache ijayo nchi yetu itakuwa miongoni mwa nchi zenye akiba kubwa ya hifadhi ya dhahabu kupitia Benki Kuu naye waziri wa madini mheshimiwa Anthony mavunde amezipongeza kampuni zote za uchimbaji na usafishaji madini kwa kusaini mikataba hiyo ambayo ina matokeo makubwa katika kukuza uchumi wa tanzania na kuchochea uongezaji thamani madini nchini mavunde aliongeza kuwa hatua ya ununuzi wa dhahabu wa BOT kupitia wachimbaji wadogo na wakubwa utaiweka Tanzania kwenye ramani ya Afrika kuwa miongoni mwa nchi kumi zenye hifadhi kubwa ya dhahabu kupitia Benki Kuu. Mpaka sasa BOT imeshanunua tani tano nukta sifuri mbili huku lengo likiwa kununua tani sita za dhahabu kwa mwaka wa fedha 2024 kwa 2025, ambapo malipo yote yamefanyika ndani ya saa ishirini na nne. MOHAB TV Dodoma.